Nawashukuru sana wana Ruangwa, nawashukuru sana umati mayu ambayo nimeukuta hapa. Nimezunguka kando kando, kukutana na wote mpaka kwa wazee wangu maarufu walionilea hapa Ruangwa mpaka hapa. Hakika nimekuja na Mama Majaliwa kuja kuwashukuru tu kwa haya yote mlionifanyia. Mimi binafsi sijaipata lugha mzuri ninayoweza kuitamka kwenu kwa kuwashukuru, na nyie mkahisi kwamba mimi nimewashukuru, na mimi nikahisi nikaguswa, kwamba kweli nimewashukuru kwa haya yote mlionitendea kwa miaka kumi na tano ya utumishi wangu wa uwakilishi wangu hapa jimboni Ruangwa. Wote ni mashahidi. Mwaka elfu mbili na kumi mlinipa ridhaa, kanituma kazi ya kuwawakilisha, kuwasemea lakini pia kushirikiana na nyie kuleta maendeleo Ruangwa. Ilitumikia miaka mitano Nasema tumeona dalili nzuri, tunakuongeza tena. Mkaniongeza miaka mitano mingine mpaka mwaka elfu mbili na ishirini. Mkasema tunakuona kama unaweza endelea tena, mkaniongeza miaka mitano mingine, miaka kumi na tano. Hii nimejifunza jambo kubwa sana kwenu, wazee wangu, baba zangu na vijana wa Ruangwa. Nashukuru sana wana Ruangwa, nataka niwaambie Bali ya kwamba nimestaafu, sitawaacha, niko na nyinyi.